Huwa tunaambia wanawake, tunapokwenda kuwasilisha hoja, tunaimbaimba tu imba. Lakini nataka niwaambie hoja ya kumsimamia Dr Samia kuwa mgombea kiti cha urais ina mashiko, ina uzito, inauzika kwa sababu kazi yake tayari yameimaliza. Watu wanasema tuna deni, mimi nasema deni lile lazima ndiliwe na mikakati ya kulipwa. Sio tu kila siku tunaimba wanawake, tuna jambo letu, tusiishie kuimba. Nataka nione kinamama kila sehemu ambapo tumeaminiwa kusimama, tunakwenda kueleza kwa hoja, tunakwenda kujenga hoja, tunapangua hoja ambazo hazina mashiko, ili kama mgombea wetu mwanamke atapita katika maeneo haya ni kushukuru kwa kazi kubwa ambayo tumefanya sisi wanawake wenzaki. Nataka niwaambie kina baba kule nyumbani, Zanzibar, huwa tunasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Sasa kina baba hawa katika upigaji wa kura wanatusikiliza sisi tunasema nini, katika ufanyaji kazi yoyote wanatusikiliza sisi tunasema nini. Sisi ndo mawaziri wa mambo ya ndani ya familia zetu. Twendeni tukatumie nguvu na ushawishi wetu kwenda kumwekea mazingira mwanamke mwenzetu katika kipindi cha uchaguzi tukasimame naye, ili kuhakikisha yale ambayo tunayapanga na tunatarajia yatokee, basi kila mtu kuwe na jasho lake, pa kuna wale ambao huwa wanajipaka damu, watu wanakwenda kufanya kazi huko, wameshaua simba, yeye tena anajipaka paka damu kwamba mimi nilikuwepo kwenye kuua simba. Wanawake tusiwe hivyo, twendeni, twendeni vitani. Dkt. Samia ameshatupa silaha, na silaha ni kazi yake kubwa na nzuri ambayo amefanya. Hakuna silaha nyingine, hakuna kutumia nguvu, yaani kama unanawa mwaka huu, kwa sababu kazi imeonekana, kazi inasifika na ni ya kutukuka. Katika kusimamia sera ya afya, ameelekeza wizara, ofisi ya Raisi TAMISEMI kuhakikisha kila tarafa ndani ya nchi hii inakuwa na kituo cha afya ili sasa kina mama tuweze kupata huduma karibu na maeneo yetu tunayoishi Mama Samia oi. hivi tunavyoongea mheshimiwa mgeni rasmi, sisi hapa Mkuranga tuna tarafa nne, hatuna tarafa ambayo haina kituo cha afya mpaka sasa hivi tunavyoongea. Kuna ambavyo tumejenga kupitia mapato yetu ya ndani, lakini kuna ambavyo tumejenga kupitia fedha tunazoletewa na Dokta Samia Suluhu Hassan. Nani kama mama nani kama mama? Lakini mheshimiwa rais ameweza kuboresha sekta nzima ya wizara ya afya pamoja na uongozi mzima wa wizara ya afya, ametuletea program ya m mama. Wote tunafahamu tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana ya kupata mawasiliano na huduma za afya tunapokuwa vijijini, pale ambapo zile dharura zinapojitokeza, zahanati zetu haziwezi kutuhudumia ameleta programu ile, sasa hivi imekwenda kuokoa vifo vya mama na watoto kwa kiwango kikubwa sana. Hakuna jambo ambalo tunaweza kumshukuru kama kwenda kulinda kina mama wanapotoka manyumbani katika harakati za kuleta baraka ya viumbe ndani ya dunia hii, kama ambavyo mheshimiwa rais amefanya. Sisi kwa kweli tunamshukuru sana katika jambo hili na mengi ambayo yametufanyia kina mama na watoto, lakini pia watanzania kwa ujumla. Mkoa kama mkoa sasa ukasema wanawake wote tukutane pamoja, tutathimini tumefanya nini na tunataka kuboresha nini. Kwa hiyo serikali yetu imetusaidia, tunaona kabisa pia tumefanya uhamasa mbalimbali, uanzishaji wa vikundi vya kiuchumi. Vikundi vipo mbalimbali, vipo huko mitaani, wanawake wengi wako kwenye vikundi wanafanya shughuli mbalimbali za kiuchumi lengo kuingiza kipato, yaani tunataka huyu mwanamke ambaye tunasema ndiye mlezi wa kwanza wa familia kwa sababu ndiye mtu wa kwanza kujua watoto wanakohoa, ndio mwanamke wa kwanza kwenda zahanati, kwenda kuhakikisha mtoto huyu anakwasha koo au hana kwasha koo. Hizo ndo, ndo, ndo, ndo, ndo kitu ambacho wanawake wamekuwa wakifanya. Kwa hiyo, na serikali imeendelea ime kuboresha mazingira yote kama ilivyosema yale maeneo matano tumeona kwenye zahanati serikali na boreshini wanawake hawa wanapoenda kujifungua, ajifungue katika eneo salama. Zote hizo ni at ambazo mkoa kama mkoa umeendelea kuboresha vituo vya afya vinapatikana. Tukienda kwenye eneo la ukatili wa kijinsia, wiki iliyopita tulikuwa na mama, mama Samia Legal Aid, tukiangalia tukia masuala ya ukatili yakodi ndani ya mkoa, tumeona kweli ukatili upo, wanawake wanafanyiwa ukatili kwenye maeneo ya kazi wanawake wanafanyia ukatili kwenye maeneo ya utoaji wa huduma huduma za afya na maeneo mbalimbali. Kwa majina, naitwa Latifa ya Ramadhani Maneno, cheo changu ni lieutenant, natokea Ruvu JKT. Maadhimisho haya ni chachu kwa ajili ya kupaza sauti kutokomeza ukatili wa kijinsia na majanga yanayowapata watoto wa kike na wanawake hapa nchini na taifa kwa ujumla tunapenda kutoa shukrani na kutoa wito kwa mashirika mbalimbali mbali ambayo hayakupata fursa kwa mwaka huu kujiunga katika maadhimisho haya, maana maadhimisho haya hutusaidia kujifunza mambo mbalimbali mbali kama wanawake katika sekta za kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Katika maadhimisho haya tunabadilishana mawazo taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali tunajifunza vitu mbalimbali mbali, kama ujasiriamali na mambo mengine tofauti tofauti pia tunapenda kumshukuru mheshimiwa rais kwa kutuwezesha wanawake kupata fursa ya kujichanganya na kutengeneza alfa kama hizi kila mwaka pia natoa shukrani zangu wa dhati kwa mkuu wetu wa kazi kwa kutupa fursa ya kujiunga na kujumuika na wenzetu katika shughuli kama hizi.